Ndoto kumi ambazo hutakiwi kuzipuuzia hata kidogo. Kwa siku ya leo, utakwenda kuziangalia ndoto kumi ambazo hutakiwi kuzipuuzia hata kidogo. Asilimia kubwa ya watu wamekuwa wakiota ndoto, lakini wengi wamejikuta wakizipuuzia ndoto zile wanazoziota, na mwisho wa siku ndoto hizo zinatokea kama walivyoziota na wanabaki kujiuliza na kujilaumu.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 Twende tukaziangalie ndoto kumi ambazo hutakiwi kuzipuuzia hata kidogo. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ya pili na mstari wa kumi na mbili hadi wa kumi na tatu imeandikwa, nao wakiisha kuonywa na Mungu katika ndoto wasimrudie Herode, wakaenda zao kwa njia nyingine. Na hao walipokwisha kwenda zao, tazama, malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto, akasema, ondoka, umchukue mtoto na mama yake, ukimbilie Misri, ukae huko hata nikuambie, kwa maana Herode anataka kumtafuta mtoto amwangamize. Tunajifunza Yusufu aliota ndoto, malaika wa Mungu alimtokea Yusufu katika ndoto akamwambia, ondoka umchukue mtoto Tunajifunza Yusufu angeipuuzia ndoto hii, maana yake hata Yesu Kristo angeangamizwa. Lakini Yusufu, baada ya kusikiliza maelekezo aliyokuwa anapewa na malaika, aligundua kabisa hapa hatakiwi kupuuzia ndoto aliyoyota, akaamua kuitii ile ndoto, kusikiliza maelekezo aliyokuwa anapewa na malaika kupitia ndoto. Kwa hiyo, zipo ndoto ambazo ukiziota hutakiwi kabisa kuzipuuzia hata kidogo, kwa sababu ukizipuuzia, mwisho wa siku utaishia kujilaumu na kuumia watu wengi waliota ndoto lakini wakaamua kuacha ndoto pasipo kuishughulikia. Jambo la msingi ambalo natakiwa kutambua Mungu, kuna muda Mungu anaweza kukufungia jambo ndotoni kwa lengo la kutaka wewe kuweza kuishughulikia ndoto hiyo. Kwa hiyo na wewe usipoishughulikia ndoto hiyo, utashangaa kuna jambo baya ambalo linatokea. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua au kufuatilia ndoto ambayo miota imebeba tafsiri gani na namna ya kushughulikia ndoto hiyo Kwayo, mwja. Kwa hiyo leo tune moja kwa moja tukaangalie ndoto kumi ambazo hutakiwi kuzipuzia hata kidogo. Ndoto namba moja: kujiona uko kwenye shule yako ya zamani Ukajiona unajiona, uh, umerudi shule. Yamkini ulishasoma ulishamaliza, unakuta yamkini wewe una familia ya watoto, una familia kubwa, lakini unajiona umerudi kwenye shule yako ya zamani, shule yako ya awali uliyoisoma, unajiona umevaa uniform za shule, lakini wewe ulishamaliza kitambo, ila unajiona umerudi chekechea. Ndoto hii huashiria ukwama lakini pia ndoto hii huwa inaashiria kucheleweshwa kwenye maisha yako. Lakini ndoto hii huashiria kuna kitu ambacho kinakuzuia kupiga hatua. Kwa hiyo ndoto ya namna hii ukijiona umerudi kwenye... kwe, ume kwenye shule yako ya zamani. Ukijiona ndotoni umerudi kwenye shule yako ya zamani, yamkini ulishamaliza shule kwa muda mrefu, lakini unajiona ndotoni umerudi darasa la awali, umerudi chekichea, umerudi primary, unajiona ume uko shule ya msingi, unajiona umevaa bukta huko shuleni kabisa na ufagio, lakini ulishamaliza muda, ndoto hii inaashiria hucheleweshwa kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria kuna kitu ambacho kina kuzuia kupiga hatua kwenye maisha yako, so unachotakiwa ni kufanya ni kupata muda wa kuomba. Lakini ndoto namba mbili, kuona kinyesi ndotoni. Tunajua ndoto ya kinyesi inaweza ikaashiria mafanikio au ustawi kwenye maisha yako, lakini ukijiona unatembea kwenye kinyesi, ndoto hii huashiria mauti. Ukijiona unatembea juu ya kinyesi, ndoto hii huashiria mauti. Unajua, kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia mazingira ya ndoto uliyoyota. So ukijiona unatembea kwenye, ukijiona unatembea kwenye kinyesi ndoto hii inaashiria roho ya mauti. Kwa hiyo ni muhimu baada ya kuota ndoto hii, jambo ambalo unatakiwa kulifanya ni kuhakikisha unaingia kwenye maombi ya kuomba kukataa roho ya mauti. Lakini pia ukijiona unajisaidia mbele za watu, ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo ulikuwa utaki watu wavijue watavijua au vitakuwa wazi, kila mmoja atafahamu. Uh, kwa ukiona labda uko kwenye umati wa watu na unajisaidia mbele ya watu, ndoto hii inaashiria kuna vitu ambavyo ulikuwa utaki watu wavijue, basi vitu hivyo vitakuwa wazi. Kuna vitu ambavyo ulikuwa unavifanya vya siri, ulikuwa ni vitu vya siri, ulikuwa unavijua wewe, au ulikuwa utaki watu wavifahamu watu wengine, basi unatakiwa utambue vitu hivyo, watu wengine watavifahamu. Lakini ndoto hii inaweza kaashiria pia fedhea na aibu itakukabili, so kitu ambacho utakao kukifanya ni kuhakikisha unaingia kwenye maombi. Lakini ndoto namba tatu, kujiona umenaswa sehemu na unashindwa kutoka. Unajiona umenaswa sehemu na unashindwa kutoka, unajitahidi kutoka lakini unashindwa. Unajiona umenaswa sehemu, ukitaka kujinasua unashindwa. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umenaswa sehemu, ndoto hii inaashiria kuna kitu ambacho kinakuzuia kwenye maisha yako. Ndoto hii inaashiria kuna kitu ambacho kinakuzuia kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba nne. Uh, kuona ndotoni umezu, uh, umezungukwa na inzi wengi ndotoni, umezungukwa na inzi wengi. Ndoto hii inaashiria vitu vingi. Ndoto hii inaweza kuashiria matatizo ya tokabili. Ndoto hii inaweza kuashiria masumbufu ya tokabili. Ndoto hii inaweza kuashiria kuna vitu havitaenda sawa, inaweza kawa kwenye mahusiano, biashara, uchumi, ndoa na kadhalika. Kwa hiyo ukijiona ndotoni Uh, kujiona ndotoni umezungukwa na nzi wengi, unajiona ndotoni umezungukwa, umezingirwa na nzi wengi. Ndoto hii inaweza ikaashiria uh, kuna vitu ambavyo havitaenda sawa kwenye maisha yako. Yamkini inaweza ikawa ni kwenye, kwenye mahusiano, inaweza kawa ni kwenye ndoa, inaweza kawa ni kwenye biashara, inaweza kawa ni kwenye uchumi na kadhalika. Kwa hiyo ukijiona ndotoni umezungukwa na nzi wengi, basi unatakiwa utambue ndoto hii inaashiria uh, kuna vitu vitakabili ambavyo so sio vizuri. Kuna mambo, kuna masumbufu yatokabili. Ndoto hii pia inaweza kaashiria roho roya mauti ko jambo ambao nataka kuifanya ni kuhakikisha unapata muda wa kuomba kabisa. Lakini ndoto namba, ya, uh, ndoto ya tano: kujiona unazama ndotoni. Ukijiona ndotoni unazama, eh, unajiona ndotoni unazama, ndoto hii huashiria kushindwa vita, lakini pia ndoto hii inaweza kuashiria kuna mtu uh, wa karibu yako anakushambulia. Kuna mtu ambaye yuko karibu yako anakushambulia. Kwa hiyo ni muhimu baada ya kuota ndoto hii kuwa makini na watu ambao pia wanakuzunguka, hata muda wa kutosha wa kuomba. Lakini ndoto namba sita Ukiona nguruwe ndotoni, ndoto ya namna hii huashiria ugonjwa, usaniti na uchafu. Kuna eneo ambalo haliko sawa kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukijiona nguruwe, ukijiona, uh, ukijiona ndotoni au uh, ukaona ndotoni uko na nguruwe, nguruwe na kuzunguka, ndoto hii inaashiria kuna eneo kwenye maisha yako ambalo haliko sawa. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo utakao kulifanya ni kuhakikisha unapata muda wa kuomba. Ukijiona umezungukwa na nguruwe uko, uko kwenye nguruwe mpaka unashangaa manguruwe, maeneo yachafu, basi itambua kuna, kuna eneo kwenye maisha yako ambalo haliko sawa na unatakiwa kufanya maombi. Lakini pia ukijiona ndotoni umepotea, ndoto hii inaashiria kuna jambo ambalo uh, umelianza na hautakuwa na uwezo wa kulimaliza. Lakini pia ndoto nyingine ukijiona umefeli mtihani ndotoni ndoto hii inaashiria, tunajua mtihani upo kwa ajili ya kukuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kikawaida. Kwa hiyo ukijiona umefeli mtihani, ndoto hii huashiria kushindwa. Kuna vitu utavikosa kwenye maisha yako, unaweza ukapoteza fursa, unaweza ukapoteza kazi, unaweza ukapoteza ajira, unaweza ka ukawa unafanya kazi ila hauoni mafanikio yote juu ya lile jambo ambalo unalifanya. Unaweza kuwa unajituma sana, lakini hauoni kabisa mafanikio yote. Lakini pia ndoto nyingine, ukijiona umechelewa usafiri, amkini gari, unajiona unasafiri, lakini unafika stand unashangaa gari laondoka, au unafika airport unashangaa umeachwa na ndege, au unafika station unashangaa gari limekuacha, au train imekuacha. Ndoto hii inaashiria roho ya kucheleweshwa. Kuna kitu ambacho utakipoteza kwenye maisha yako, inaweza kuwa ni fursa, inaweza kuwa ni mahusiano, inaweza kuwa ni ndoa naweza kuwa kuna kitu ambacho utakipoteza kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto namna hii, ni muhimu sana ukapata muda wa kuomba, kuzuia kataro ya kucheleweshwa kwenye maisha yako. Lakini ndoto nyingine, kujiona umeshindwa kutembea au kupiga hatua. Ukijiona ndotoni unashindwa kutembea, ukitaka kukimbia unaona miguu mizito, basi unatakiwa utambue kuna roho ambayo inakuzuia wewe kufanikiwa. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo unatakiwa kulifanya ni kuhakikisha unapata muda wa kutosha wa kuomba wa kuomba, omba kuhakikisha unapata muda wa kutosha wa kuomba ili kuzuia hata kila uzito ambao unakuzuia kupiga hatua, kila roho ambayo inakuzuia kupiga hatua kwenye mahusiano, wa kibiashara, kiuchumi na kadhalika. Matumaini yangu na kitu ambacho umejifunza. Lakini pia kama bado hujasubscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media, basi hakikisha unasubscribe, kisha unabonyeza kitufe cha alama ya kengele. Lakini pia kama bado hujalike, basi usiwe mchoyo hakikisha una like video hii. Mungu akubariki wa tukutane wakati ujao. Nakupenda sana.